Rais Xi Jinping wa China ameutolea mwito Umoja Ulaya kushirikiana na Beijing kwa ukabili ubabe unaofanywa na Marekani. Shi ameyasema hayo kwenye mkutano wake na waziri mkuu wa Hispania, Pedro Sanchez. Kauli ya China imekuja baada ya hatua ya Rais Donald Trump ya wa Marekani kutangaza tozo ya ushuru kwa mataifa mbalimbali kusababisha mchafuko kwenye masoko ya dunia. Saumu Mwasimba amefuatilia na kutuandalia ripoti ifuatayo. Hivi sasa rais Donald Trump wa Marekani ameiweka dunia kwenye roho juu kufuatia kishindo alichokianzisha cha kutangaza tozo kubwa za ushuru kisha wiki hii kutangaza siku tisini za kusitisha tozo hizo kwa nchi nyingi, ili kutoa nafasi ya kufanyika mazungumzo. Lakini China haimo miongoni mwa nchi zilizopewa fursa hiyo na badala yake imeongezewa ushuru wa jumla ya asilimia mia moja arobaini na tano na kitendo hicho kimeitanua vita kibi ya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Katika mazungumzo ya yake na waziri mkuu wa Hispania leo Ijumaa mjini Beijing, Rais wa China Xi Jinping kwa mujibu wa shirika la habari la taifa amesema kwamba China na Umoja wa Ulaya zinapaswa kushirikiana kukabiliana na swala hilo la ushuru. Waziri Mkuu wa Hispania, Pedro Sanchez amemwambia rais huyo wa China kwamba nchi yake inataka kuona zaidi mahusiano yenye usawa kati ya Beijing na Brussels. Hispania es partidaria de una relaciones entre la Unión Europea u y China. Hispania inapendelea zaidi kuona mahusiano yenye urari kati ya Umoja wa Ulaya na China pamoja na kutafuta namna ya kupata suluhu kupitia mazungumzo, kuondoa tofauti zetu zilizopo na kuwa ushirikia na ushirikiano mkubwa katika maeneo ambayo tuna maslahi pamoja. Kooperasyon... pamoja En de Rais Xi Jinping amesisitizia Umoja wa Ulaya kwamba inapaswa kutimiza wajibu wake wa kimataifa na kushirikiana pamoja na China kupinga vitendo vya kibabe, akisema hatua hiyo sio tu italinda haki za kisheria na maslahi yao, lakini pia italinda usawa na haki kimataifa. Donald Trump ambaye amepania kuiendeleza vita kibiashara na China, anasema anataka kupanga upya mwelekeo wa uchumi wa dunia kwa kuwalazimisha wenye viwanda kupeleka viwanda vyao Marekani na mataifa ya ulim limwengu kuondoa vizingiti kwa bidhaa za Marekani. Hata hivyo wanaomkosoa wanasema sera za kiongozi huyo zinasababisha mparaganyiko kwa makampuni ambayo yanategemea kupata bidhaa zao kutoka kwa wasambazaji wengi, na pia ni sera zinazowatenga washirika wa karibu wa Marekani na kufanya bidhaa kwa ghali zaidi kwa wateja wa Marekani. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez akizungumzia zaidi vita hii ya kibiashara mjini Beijing alisema

China inapambana kutafuta washirika dhidi ya vita hivyo vya kibiashara vilivyoanzishwa na Trump ambapo Rais Xi Jinping wiki ijayo atakwenda Vietnam, Malaysia na Kambodia ambako suala hilo la ushuru linatarajiwa kuchukua sehemu kubwa ya ajenda.